Kuminimize taka kuwaonyesha jinsi ya e, gharama ya ya kupatia gharama ya kupunguza gharama ya chakula ya kuku e, hii ni migomba ya ndizi. Hii ni migomba ya ndizi, unachukua e, mgomba wa ndizi, unakatakata katakata kama vile unaviona katakata kata, tupande tudogo, una mashini ya uh, kukatakata but hiyo mashini kupatikana haikoangi rahisi humu nchini Kenya haipatikani rahisi. Lakini bila hiyo mashini unaweza kutumia hata kisu katakata na kata, migomba ya ndizi vipande vidogo vidogo kama vile unavyoona hizi vipande vidogo vidogo unakuwa namna hii kama vile unavyoona eh, unakatakata eh, hii ni migomba tu ya ndizi. Nataka niwaonyeshe migomba yenyewe, uende pale wa, waonyeshe kama hii. Naenda kwa shamba lako, naenda kwa shamba lako, ile ndizi tu ambaye umeshakula ile ndizi yenyewe, badala ya kutupa hii na na katakata katakata kata tudogo tudogo, ni chakula nzuri ya sana ya kuku, ni chakula nzuri sana ya kuku. Nataka niwaonyeshe kisha ni, ku, ni wapeleke mahali waone kuku zikila hii. Tunafundisha wale watu ambaye wako na mapato ya chini, mama mboga eee. Wale watu wa mapato ya chini ambao hawawezi ku afford chakula ya duka ya kuku, unaweza kupatia kuku zako hivi, na kuku zinakuwa. Wakati unaenda kuuza kuku yako na mwingine anaenda kuuza yule, alipatia ali kuku zake chakula ya duka, na yule ambaye amepatia kuku zake hizi migomba ya ndizi, E, mnakuta tu mnauza kuku the same, hiyo kuku ina test ni the same. Kwa hivyo hii unachukua hivyo, unatengeneza hivi. Sasa nataka niwaonyeshe kuku zikikula tu, zikikula hii migomba ikiwa hivi. Nenda nitaonyesha, nita baada ya una, unaweza, unaweza kuchanganya naunga kidogo mai chakula yako we umetengeneza, ee, unachanganya na hiyo naweka ingine kama azola, nitawaonyesha lakini. Twende waone zikila hizi ndizi hivi, hii ni migomba ya ndizi ni hii e, halafu tukija tuwaonyeshe tena ile ya kuchanganya kwa unga.